Yes, what's good? Karibu sana katika channel yako pendwa like ya Maplo TV zile updates kali ambazo zina make headline, lakini pia zile ambazo zimekuwa ni Trending Stories. Na kwa sasa uh, ni wakati wa kuangazia habari za kimichezo kama unavyofahamu, katika segment ya KiSports tunaangazia zile news, breaking kabisa ambazo zinajiri katika upande mzima wa kimichezo. Hakikisha tu umebonyeza neno subscribe, itakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia ya Maplo TV kwa ajili ya kupata zile updates kali kali ambazo zinajiri kila siku katika segmenti hii ya kimichezo. Leo hii bwana, tunaangazia uh, sakata la kocha wa Dar es Salaam Young Africans ambapo tumefahamu kwamba kulikuwa na mazungumzo kati ya upande wa klabu ya soka ya Yanga, lakini pia upande wa kocha Romain Folz, wa kuterminate ama kusimamisha mkataba wake dhidi ya klabu hiyo, baada ya kutokuwa na matumaini makubwa ya Young Africans kufanya vizuri katika michuano mbalimbali, hususan katika michuano ya kimataifa. Sasa, baada ya mashabiki wa Yanga kutomkubali Romain Folz, uongozi ulitoa ahadi ya kwamba watakaa chini na kujaribu kutafakari nini kifanyike, lakini mwisho wa siku, tunaambiwa tayari mkataba na Romain Folz umefikia ukingoni, na sasa wapo katika mchakato wa kumleta kocha mpya kwa ajili ya kusimamia a, timu hiyo ili kuweza kufanya vizuri katika michuano mbalimbali, mbali ya ligi kuu Tanzania Bara, lakini pia michuano ya kimataifa ambapo kama tunafahamu, um, mwaka huu Young African Sports Club wapo katika uh, klabu bingwa barani Afrika CAF Champions League. Kwa hiyo uh, imekuwa ni mapema sana kutaka kutengeneza timu iliyokuwa bora kwa ajili ya kushindana na kufika mbali zaidi. Sasa tunalifiwa katika ujio wa makocha hao, bwana, kuna majina mawili ambayo yanapewa uzito mkubwa, uzito wa juu kabisa. Jina la kwanza ni la aliyewahi kuwa kocha wa klabu hiyo Profesa Nasreddine Nabi ambaye inasemekana kocha huyu yuko jijini Dar es Salaam, na tulimuona nafikiri, lakini uh, kubwa zaidi ni kwamba mazungumzo yameanza na kocha huyu, wakati huo Young Africans pia wakiwa wanaendelea na mazungumzo katika upande mwingine. Sasa tetesi zinadai ya kwamba uh, Nabi kuna asilimia chache sana kuweza kujiunga na Young Africans kwa sababu tayari inasemekana pia yuko katika mazungumzo na moja kati ya klabu kubwa kule, hey, nchini Libya ambapo uh, timu ama klabu ya Al Ahli Tripoli wako uh, katika mazungumzo na kocha Nabi ili kuweza kusaini mkataba wa kukinoa kikosi hiko, na tunaambiwa uh, Waarabu wana wametoa mzigo mkubwa sana, kwa hiyo hii itakuwa kidogo ni ngumu kwa klabu ya soka ya Yanga kuweza kumkamata ama kupata huduma ya Nabi, lakini anayepewa uzito mkubwa ni Miguel Gamonde, ambaye pia aliwahi kuwa kocha wa Yanga, ambaye kwa sasa yuko Singida Black Stars. Inaelezwa mazungumzo tayari yako katika uh, sehemu nzuri. Kwa hiyo muda wowote inawezekana Young Africans ikafundishwa na Miguel mwana wa Gamonde. Unamwona gani kuhusiana na habari hii? Tuandike maoni yako kwenye comment section, usahau subscribe